urais kupitia chama cha ADA TADEA amesema hayo wakati akizungumza na wananchi katika uzinduzi wa kampeni kwa upande wa Pemba. Katika sera yetu ya chama cha ADA TADEA tumeweka kipaumbele vijana, mama na mtoto. Kwa hiyo sisi tumesema tuliangalia kwa uh, upande wa wilaya ya Micheweni watoto wetu hawa wanapata shida sana. Kwa mfano skuli, kwa bahati mbaya kuna wengine mayatima, si ndio? Chama cha ADATADEA kitaanzisha mfuko maalumu kwa watoto mayatima wote kuweza kusaidiwa kuweza kusoma na kupata kilio, isha magumu. Kwa hivyo chama cha ADATADEA kitawapa kipaumbele wale wafiwa vizuka na wale watoto wanaofiwa na baba zao, ili bila kuwa na amani haina maana taifa tajiri lenye haki na amani sasa Pemba hapa tutakuwaje matajiri? Kangagani hapa tutakuwaje matajiri? Kojani hapa tutakuwaje matajiri? Kwanza kabisa ni kuhakikisha miundo mbinu yetu inakuwa safi ili watu waweze kutembea kwa raha starehe. Lakini mfumo wa vyama vingi tulichukua vibaya, tunawaombeni turudi katika ustaarabu wetu, twendeni tukapige kura. Baada ya kupiga kura sheria inakuambia urudi nyumbani au ukae zaidi ya mita 200, lakini anayekuambia kalinde kura ni adui wako, kwa sababu hakuna sheria katika tume ya uchaguzi kwamba mara baada ya kupiga kura ukalinde kura. Katika mkutano huo wagombea mbalimbali wa nafasi za ubunge, uwakilishi na udiwani kupitia chama hicho wametambulishwa kwa wananchi ili waweze kuwatambua na kuwapigia kura Oktoba mwaka huu. Nikiripoti kutoka Pemba, mimi ni Aisha Haji, Azam News.